Welcome first year kwa mwanafunzi ambaye anafika chuo na hata ambaye yuko chuoni yeah. Ina maana gani kwake, kwa, uh, kwa mwanachuo ambaye welcome first year ina maana gani? I think like kukukaribisha yani, wanakukaribisha wewe kama first year ambaye hujui kitu chochote kuhusiana na chuo. So wanafanya like welcome first year ili kukaribisha wewe chuo kujua vitu vi, ambavyo vina wewe wakati unafika chuo mwaka wa kwanza ee, zile idea ulizokuwa nazo kutoka kule kijijini, kwamba labda pengine mtaani, kwamba chuo kuna vitu vitamu, kuna nini. Sasa hivi sijui uko mwaka ngapi, lakini utatuambia ee, sasa hivi ulichukuliaje, uli baadaye, baada ya kufika mwaka wa pili mpaka labda ulipo sasa. Okay. For real, nimefika yani kipi na, natoka nyumbani ni idea mbayo nikuja nayo kuhusiana na chuo, nikuja kwamba chuo ni bata. That was the first idea. Idea yangu ya pili ni kwamba you can do anything, yani chochote, like mtu asikueleze. Lakini baada ya mimi ku, I mean like kuzidi kukaa chuo na kuzidi kwenda mbele nikagundua kwamba it's not that. Ukifika chuo lazima usome. Yani kusoma kupo, bata ndio lipo, lakini sio kama vile unavyokuwa na expect wewe. Well. Yeah. Wewe ni mdada mrembo, tumia nafasi hii kumwambia mdada wa fest ambaye amefika chuo, kwa sababu kuna wengine wakifika tu mwaka wa kwanza, kuja kufika miezi sita ya kwanza, na wengine wanaona vitumbo vinaanza kutokezea. Sasa chukua nafasi hii kumshauri huyo mdada ili aweze kutimiza ndoto zake, lakini pia amepambana miaka mingi sana, asija akakatisha. Okay, kwa ushauri wangu kwa mdada ambaye ndio amekuja kuanza chuo Yani, kitu cha kwanza inabidi kama mdada uwe na fels. Yani, cha pili kujithamini wewe kama mwanamke, kwa sababu utatoka kwenye stage ya udada utaingia kwenye mwanamke. So, inabidi ujithamini wewe kama mwanamke. Kwamba nimekuja kusoma sio kusoma, so kusoma tumekuja pia kujifunza, so kuna vitu kutokana na mafunzo ambayo utayapata hapa chuoni, atakuja kukusaidia huko mbele hata kwenye familia yako. So, hivyo ni vitu viwili, kujitambua na kujithamini kama mwanamke. Unaitwa nani? Unasoma mwaka ngapi sasa hivi? Ah, naitwa Elizabeth, nasoma mwaka wa pili. Tumia nafasi hii kumwambia mtu yeyote ambaye anampenda pengine, mwambie bwana eh. Ni mwambie jela. Mwambie, mwambie bwana, mimi nakupenda, pengine ni mama, ni baba, pengine nakutazama mdau Aya, mimi napenda kutoa charlott kwa familia yangu wote, familia mzee Omega nawapenda sana, hilo tu. Asante sana. Aya, asante pia ah, bueno.